hi ni ajenda ya kudumu katika ndoa. Mwanja uko wapi? Pole uko wapi? Kimsiki uko wapi? Na mkate uko wapi? Kanga moja. aiaaaliloiomakazi inabiliis Hizo ndio taratibu za jisana mwanamke akishapita, anajipodoa kumsubiri mume wake.

Mke na mume wanazima TV wanakwenda kulala. Uti wapi? Tujeni kwenye ukumbi wa nyumbani wetu mapema. Kama kuna pahala mtu anatakiwa wapi nyumbani, wewe ukampilishe story zako mdanganyane mkumbushane mcheke kwenye karani. Kila mwenye ndoa hili asifanye. La pili, jamani. Kakao karibu. Karibu kakao.

habari za nyumbani ukifika geti ya shule sio za dawa na dini kisha <laughs> sio kwa moja. Masomo haya unaziacha nyuma hata kiwa polisi ambao polisi wako wanaisha mlangoni. Ukiingia ndani ya ngozi ya usizani mwendea kwa kupata msaada hamna. Wewe ni baba wa familia. Sasa kuna mambo yanatokea kazini, eti unaingia ndani watu kwa hiyo, usiingie umekasirika. Jitahidi kuonyesha kwa nafsi yako iko vizuri, haina shida, ili akupokee

ni vitu vya msingi sana sana sana. Sasa mtukisha hapatukishara haya manuaizii inasababisha ndoa inaingia ambayo inakosa furaha. Sisi nviwa wapi? Kuna vitu ambavyo baba zake na hawa hawawezi kuwapa, sisi tutawapa, sisi tunawapa furaha.

ya yakknanukma lakini haya yanawezekana kama utayatengeneza wewe. Nikakusema tu tuingie, ndani ya nyumba yetu tuwe na raha na watoto wawa